Moja kati ya changamoto za kuanzisha biashara ni upatikanaji wa mtaji. Kuna vyanzo vingi vya mtaji, tatizo ni kuwa lazima ukidhi vigezo vilivyowekwa, ndio upate fedha za mtaji. Video hii inaeleza jinsi ya kushawishi mwekezaji ili kupata mtaji wa biashara. Baadhi ya vigezo vya kupata mtaji kutoka kwa mwekezaji ni kama ifuatavyo: kwanza ni kuomba mtaji kwa ajili ya kupanua biashara, na hii ina maana ya kuwa biashara umeshafanya na inafanya vizuri kwa hiyo unaona uombe mtaji ili uweze kupanua biashara yako. Sasa hali kama hii inavutia sana na inashawishi sana wawekezaji. Mbili ni kuomba mtaji kwa ajili ya kununua vifaa, ikiwa pamoja na mashine na kadhalika. Baada, baada ya kufanya biashara kwa mafanikio, inawezekana kumeonekana labda baadhi ya vifaa ambavyo unavyovitumia labda vimepitwa na wakati au havina ufanisi wa kutosha, vifaa au mashine. Kwa hiyo unaomba mtaji ili uweze kununua vifaa vya kisasa au vya teknolojia ya kisasa kuongeza ufanisi katika biashara yako. Hiki ni kigezo cha pili cha kushawishi mwekezaji. Tatu ni kuomba mtaji kwa ajili ya kufanya utafiti ili biashara iweze kupanuka. Ni muhimu sana kufanya utafiti na kutekeleza mambo yaliyoonekana kwenye utafiti, yaani kwa Kiingereza wanasema research and development. Sasa mara nyingi kwa wafanya biashara ambao wanataka kufanikiwa, huwa wanafanya tafiti nyingi ili kuhakikisha kuwa wanaweza kuongeza ufanisi na hata pia kupata wateja wengi na biashara kuwa nzuri. Sasa kama unaomba mtaji kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali, hali hii inamshawishi mwekezaji kukupa fedha ya mtaji. Sasa baada ya kufahamu au kutafakari vigezo ambavyo vinaweza vikamshawishi mwekezaji kukupa mtaji, jambo linalofuata ni kufanya matayarisho ili ya kuweza kujenga hoja ili mwekezaji aweze kukupa fedha ya mtaji. Kwa hiyo ni matayarisho unayotakiwa kufanya ili kuweza kupata mtaji kutoka kwa mwekezaji. Hayo matayarisho ni kama ifuatavyo. Kwanza, jaribu kuangalia kama kuna changamoto zozote za wateja wa biashara ambayo una, unaifanya. Hii ni muhimu sana kwa sababu wateja, kama wanavyosema mteja ni mfalme, ukiwa karibu na wateja au ukija, ukijaribu kutatua matatizo ya wateja kibiashara, inakuja kuwa na faida sana. Kwa hiyo ujaribu kuelezea kwenye hoja yako jinsi unavyofahamu changamoto za wateja wa biashara yako. Namba mbili ni kuwa baada ya kufahamu changamoto za wateja wa biashara yako, kinachofuata ni kujaribu kutafakari kufahamu ufumbuzi wa hizo changamoto za wateja. Sasa, kama utafanikiwa kupata ufumbuzi wa hizo changamoto za wateja, inakuwa ni muhimu sana kuelezea katika andiko lako ambalo unatarajia kuomba fedha kutoka kwa mwekezaji. Kwa hiyo kwanza, unaelezea changamoto za wateja ambazo wanazipata, lakini namba mbili ni ufumbuzi ambao unao kuhusiana na hizo changamoto za wateja. Tatu, jaribu kuelezea swala zima la fursa ya biashara yako. Baada ya kutambua changamoto za wateja wako na kupata ufumbuzi wa hizo changamoto za wateja wako, ina maana sasa kuna uwezekano mkubwa wa kutambua fursa ya, kwa, ya kufanya biashara, kwa sababu fursa ziko za kuanzisha biashara na fursa pia zipo za kupanua biashara. Kwa hiyo sasa kwenye andiko lako itabidi uelezee jinsi ambavyo umezitambua fursa za biashara ambayo unataka kuiombea mkopo. Hawa wawekezaji kabla hawajatoa fedha zao, huwa mara nyingi wanataka kuelewa hali ya soko la biashara, kwa sababu wasingependa watoe ya fedha yao halafu ipotee bure. Kwa hiyo watataka ufanye uchambuzi wa soko la biashara unaofanya, ambayo unaifanya. Sasa ni vizuri uandike kwa kina hali ilivyo, yaani mambo kama ya ushindani uliopo kwenye soko lako la unalofanya biashara mambo ya bidhaa zinazouzwa, hali ya huduma zinazotolewa kwenye hilo soko, upangaji wa bei, ushindani uliopo kwenye soko na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya uchambuzi kwenye andiko lako, jaribu kuelezea uchambuzi wa soko ulivyoufanya na matokeo yake ni yapi. Kinachofuatia ni swala la sasa. Kwa kuwa umeshafanya hayo mambo niliyokusha kueleza, sasa kinachofuatia ni kutengeneza hiyo kitu ambayo ni business plan au feasibility study report. Kwa sasa, hii ni ripoti ambayo ndio mwisho kabisa inayoja, inayojenga hoja ya kumshawishi mwekezaji. Sasa kama ni business plan nimeshaelezea kwenye video zangu za nyuma kwa kawaida business plan inakuwa na chapter saba ambazo zina mambo mbalimbali yanayohusiana na hiyo biashara ambayo unaiombea una fedha za mtaji. Kwa hiyo sasa, tengeneza business plan ambayo itagusa karibu maeneo yote muhimu ambayo yanahusiana na biashara yako na ambayo yanaweza yakamshawishi eh, mwekezaji kukupa fedha za mtaji. Sasa mwisho kabisa ni swala la kuitengeneza proposal, kwa sababu proposal sasa ndio andiko la mwisho ambalo utalipeleka kwa mwekezaji. Sasa kwenye hiyo proposal utaweka mambo yote ambayo nimeelezea. Kuna swala la changamoto za wateja, kuna swala la ufumbuzi wa changamoto, kuna swala la fursa za kufanya biashara au za kuendeleza biashara, kuna swala la uchambuzi wa soko ambapo unapofanya hiyo biashara yako, na hivi vitu vyote vinawekwa kwenye hilo andiko la mwisho likiwa limeambatanishwa na business plan. Sasa hiyo proposal ndio unayoipeleka kwa mwekezaji kumshawishi akupe e, fedha ya mtaji wa biashara yako. Sasa kama proposal yako imekaa vizuri, basi mara nyingi hawa wa wawekezaji huwa wanatoa pesa kwa sababu wao wanazo pesa, isipokuwa wanataka wawe na uhakika, wanatoa pesa mahali ambapo kutakuwa na mafanikio. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo unaweza ukaitumia kuwashawishi watu au wawekezaji wakupe fedha kwa ajili ya kufanya shughuli mbali mbalimbali zinazohusiana na biashara yako. Moja inaweza ikawa ni kuanzisha biashara. Ingawa mara nyingi huwa hawatoi fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara, lakini mara nyingi huwa wanatoa fedha kwa ajili ya biashara iliyokusha anza, lakini inaonyesha ina mafanikio makubwa. Kwa hiyo unaomba fedha kama nilizoeleza kwenye vile vigezo, kwa ajili ya kutekeleza hayo mambo yanayohusiana na biashara ambayo inaonyesha inaelekea kupata mafanikio makubwa. Tumefika mwisho wa video yetu Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.